hemuzi ni swala la kudhibiti utoro wa wanafunzi ambao ni changamoto sisi kwetu kama watendaji katika shule hii. Kwa hiyo tutakapo dhibiti hao wanafunzi itakuwa ni changamoto ambayo tutakuwa tumeitatua, ili tu, tufanikiwe maswala yetu ya ki, ufundishaji na ujifunzaji. Swala lingine ni swala la wanafunzi kula chakula shuleni kwamba itamsababishia ita mwanafunzi aipende shule, apunguze utoro wa rejareja au utoro wa kudumu, sababu nacho ni kikwazo cha mwanafunzi kuto kufanikiwa jambo lake la ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo atakapopewa hicho chakula, nafikiri anaweza kawa na hamasa katika swala zima la kusoma. Swala la vijana kuja kuchechemuza ama kutoa hamasa ni jambo jema, ambalo kwanza linatupa nguvu na sisi na kuweza kuzungumza na wazazi tukiwa na sauti, lakini la pili, pale tunapokuwa tumetindikiwa ama tunapoweza kuitisha vikao tukapata nafasi tukawaita, litakuwa ni jambo jema pia kwamba wanajua hawa wazazi ama kamati inachofanya, pia kinatoa na sapoti kwenye eneo lingine, ni jambo jema. Nimefurahi kwanza tumefanikiwa kwenye kwenye issue ya mtoto apate chakula shuleni, ili kwa kweli nasema tumefanikiwa kwa sababu tumeweza kuhamasisha wazazi walau wachangie, hata kama, hata kama wana, wana, wana kipato kidogo sana lakini tunaomba kwamba wachangie eh, kwa wingi wao, watoto waweze kula shuleni eh, shule ya msingi Idugumbi ni moja ya, ya, ya furaha yetu na mchango wetu mkubwa. Tumefanikiwa watoto wanakula chakula pale shuleni, lakini bado tunaendelea kuhakikisha wanakula vyakula aina mbalimbali, kwa maana ya watoto wale lishe. Kwa hiyo hilo ni fanikio letu la kwanza. Mm, lakini pia tumefanikiwa tuna kulikuwa na shida ya wanafunzi e, ya kukosekana kwa daraja shule ya sekondari ya, ya Nsalala, walikuwa wanazunguka umbali mrefu mpaka kufikia shuleni hapo, lakini sisi kama wana Kuyenda, sisi kama vijana tulifanikiwa kuhamasisha watu wanajamii, tuende kushirikiana kufanya maendeleo pale tujenge lile daraja ili liwasaidie wao wanafunzi waache utoro waache kwenda kuzunguka mbali wengine wanahairisha, lakini tukafanikiwa na wakaweza, tukaweza kujenga hili daraja la tatu kwa nchi yetu ya Tanzania, kwa maana Tanzania bara nikimaanisha, tunafanya katika halmashauri yetu ya Mbeya DC, lakini pia tuna wenzetu wa halmashauri ya Mbogwe kutoka kule Geita, lakini tuna wenzetu wa kutoka Ruangwa Lindi, na sisi katika halmashauri yetu ya, ya Mbeya tumeweza kutembelea shule zipatazo kumi na nne ambazo awamu ya kwanza tulikuwa na shule saba na awamu ya pili pia tulikuwa na shule saba ambazo tumeweza kubainisha changamoto mbalimbali katika maeneo ya kujifunzia na kufundishia ambayo tumeainisha, na lengo letu kubwa ni kuibua hizo, lakini pamoja na hivyo ni kuweza kuaddress hizo changamoto katika namna ambayo tunaweza tukafanya kama resource mobilization kuweza kuzitatua pamoja na wazazi, walimu na wanafunzi.